Nam, tunapoanza safari yetu ya hekima leo, tuko kwenye Zaburi sura ya 24. Hii ni na zaburi ambapo Daudi anauliza maswali yanayofahamika. Hebu tuangalie kwa karibu zaidi aya ya tatu. Daudi anauliza swali hili, nani atapanda mlima wa Bwana na nani atasimama mahali pake patakatifu? Sasa unaposoma Zaburi utapitia sehemu hizi mbili ambazo daudi anazitaja hapa: mlima na mahali patakatifu zinatajwa mara kwa mara. Mlima unarejelea mlima Sayuni au kwa urahisi Sayuni. Mara ya kwanza unapoona neno Sayuni katika maandiko ni nyuma katika mbili Samueli sura ya tano na aya ya saba tunasoma hapo kwamba Daudi aliteka ngome ya Sayuni ambayo ni mji wa Daudi. Kwa hivyo mlima Sayuni basi ni safu hii ya milima ambapo Daudi atajenga mji mkuu wa Yerusalemu. Huo ndio Sayuni, nchi ya vilima, ni mali isiyohamishika muhimu sana kwa kweli, muda mrefu kabla ya Daudi kuiteka kutoka kwa Wayebusi. Hapa ndipo mahali ambapo Abrahamu tane nyingi kabla alikuwa tayari kumtoa mwanawe wa pekee Isaka. Na hapa pia ndipo Sulemani atajenga hekalu hilo zuri kwa ajili ya ibada ya Mungu. Lakini sikiliza hili, wapendwa, kando ya safu hiyo hiyo ya milima ndipo Yesu angekuwa anasulubiwa. Angekuwa juu ya madhabahu, madhabahu hiyo ingekuwa katika umbo la msalaba, na tunaita kilele hicho cha mlima hadi leo mlima Kalvari. Hapo ndipo mwanakondoo wa mwisho wa Mungu alikuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Hii ni safu muhimu ya milima Sayuni. Sasa Daudi si tu anarejelea mlima, mlima Sayuni katika zaburi hii. Pia anarejelea mahali patakatifu. Sasa hii iko katika eneo lile lile, lakini mahali patakatifu inarejelea hasa mlima wa hekalu. Mahali patakatifu ni rejeleo la hekalu na uwepo wa Mungu na ibada ya Mungu katika eneo hili takatifu. Sasa, kwa kweli hakuna kipande cha ardhi duniani kote kilicho takatifu kama safu hii ya milima. Kwa hivyo katika Biblia nzima utasoma marejeleo ya mlima na mahali patakatifu. Mlima unawakilisha nguvu za kisiasa, mji mkuu wa mfalme Daudi, Yerusalemu na mahali patakatifu ni rejeleo la hekalu kwa nguvu za kiroho uwepo wa Mungu. Kwa hivyo tena, mlima unawakilisha kile tunachoweza kuita nguvu za kidunia na hekalu linawakilisha nguvu za kiroho. Sasa tukumbuke kwamba ni katika ulimwengu wa kiroho ambapo nguvu halisi zinapatikana. Solomoni aliandika hapa katika Midhali sura ya 21 na, na mstari wa moja kwamba moyo wa mfalme ni kama mkondo wa maji katika mkono wa Bwana na yeye Bwana huugeuza popote anapotaka. Kwa hivyo Mungu ndiye anayesimamia kila kitu. Unajua, wafalme na mabunge na makongamano, vizuri, wanaweza kufikiri wako juu ya mlima huo mdogo wakiongoza mambo, lakini Mungu ndiye anayeelekeza kila kitu kuelekea malengo yake ya kimungu. Sasa Daudi anauliza hapa katika mstari wa tatu, nani ana haki ya kupanda mlima? Yaani, nani anaweza kupumzika katika nguvu za Mungu? Nani anaweza kupanda mahali hapo patakatifu kumwabudu Mungu? Na mara moja anatoa jibu sasa hapa katika mstari wa nne: yeye aliye na mikono safi na moyo safi, ambaye haunyanyui nafsi yake kwa mambo ya uongo na hapi kwa udanganyifu. Daudi anaendelea kusema katika mstari unaofuata kwamba yule anayeweza kusimama mahali hapa patakatifu atapokea baraka kutoka kwa Bwana na haki kutoka kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa hivyo maana iliyo wazi hapa ni kwamba unapata mikono safi na moyo safi si kwa kuwa mkamilifu, bali kwa kusamehewa. Unahitaji kufanya safari kwenda mlima Kalvari, na unahitaji kupiga magoti kama ilivyo chini ya msalaba ambapo Yesu alilipa kwa ajili ya dhambi zako. Yeye ndiye pekee anayeweza kusafisha mikono yako, yeye ndiye pekee anayeweza kusafisha moyo wako na kukufanya mwenye haki. Mwenye haki maana yake uko sawa na Mungu. Sasa kwa hilo, Daudi ataanza kuimba wimbo wa ushindi katika sehemu iliyobaki ya Zaburi hii. Mstari wa saba hapa unasherehekea kwa kuimba inweni vichwa vyenu, eni malango na mwinuke, eni milango ya kale ili mfalme wa utukufu aingie. Sasa wakati wa siku za duniani za Bwana Yesu, kifungu hicho nilichosoma kilinukuliwa na viongozi wa kidini siku iliyofuata Sabato, yaani siku ya kwanza, siku ya wiki tunaita Jumapili. Na kwa njia, nini kilitokea Jumapili miaka elfu moja baada ya Daudi kuandika Zaburi hii? Naam. Hapa alikuja Yesu amepanda punda ambayo, kwa njia, iliwakilisha mfalme wa amani akiingia Yerusalemu, na watu wanaimba hosana kwa mwana wa Daudi, na makuhani wote wako hekaluni wakiimba nini? Inuka juu, e milango ya kale, ili mfalme wa utukufu aingie. Basi wacha nikuambie, mfalme wa utukufu alikuwa ameingia tu kupitia milango hiyo. Je, kuna yeyote kati yao wakati huo alielewa? Basi, kwa bahati mbaya hawakuelewa, na kuimba hivi karibuni kutageuka kuwa kupiga kelele kwa ajili ya kifo chake, wanapolia msulubishe. Watampeleka Yesu juu ya ule mlima wa vilima, mahali tunapaita mlima Kalvari, ambapo atakufa kwa njia kama alivyopanga, kama mbadala wetu. Kwa nini ufa? Ili kulipa adhabu ya dhambi zetu. Sasa tunafika kwenye Zaburi 25 na Daudi anaanza kila ubeti hapa na herufi inayofuata ya alfabeti ya Kiebrania. Hii ni mbinu itakayosaidia watu kukumbuka. Daudi anatupa mada ya zaburi hii. Sasa hapa katika mstari wa nne, nifanye nijue njia zako e Bwana, nifundishe njia zako, uniongoze katika ukweli wako na unifundishe, kwa maana wewe ni Mungu wa wokovu wangu. Unaona, Daudi anasema kwa ufanisi, Bwana, isipokuwa unifundishe na isipokuwa uniongoze, nitachagua njia isiyo sahihi. Na kisha Daudi kwa hayo anamwimbia Bwana sifa hapa katika mstari wa nane, anasema anawaelekeza wenye dhambi katika njia, anawaongoza wanyenyekevu katika yaliyo sawa, na kuwafundisha wanyenyekevu njia yake. Je, umeona? Tazama, Daudi anakubali hapa kwamba hakuacha kutenda dhambi alipokuwa kijana tu Anakubali sasa kwamba amekuwa mzee lakini bado ni mwenye dhambi, na kwa kweli wewe na mimi tulikuwa wenye dhambi tulipokuwa vijana pia, na bado tuko wenye dhambi leo. Mioyo yetu inachafuka, mikono yetu inachafuka haraka sana. Wakati mwingine, mioyo yetu inachafuka kabla hata hatujatoka kwenye barabara ya nyumbani asubuhi. Tunahitaji usafi wa kila siku, tunahitaji kila siku mwelekeo, sivyo? Naam, tunamjia Bwana kwa yote hayo. Sasa tunapoendelea hapa kwenye Zaburi sura ya 26, Daudi ataanza hapa katika aya ya 1 kwa kumwambia Bwana, nimetembea katika uadilifu wangu. Na karibu na mwisho, katika aya ya 11 anasema, nitatembea katika uadilifu wangu. Kimsingi, kile Daudi anachosema ni nataka hii iwe ushuhuda wangu leo. Nataka hii iwe ushuhuda wangu siku zijazo, kwamba ninatembea katika uadilifu. Daudi anajua jinsi ilivyokushindwa. Sasa nilikuwa na hamu ya kujua, kwa hiyo nilitafuta neno uadilifu kwenye intaneti. Na unajua nini? Kwa chini ya sekunde moja, kwa chini ya sekunde moja, kulikuwa na tovuti milioni 26 ambapo ningeweza kwenda na kusoma kuhusu mada hiyo. Sasa nilitazama baadhi yao na nilipofanya hivyo, ilionekana wazi kwamba hakuna mtu aliyekuwa anajua jinsi ya kuelewa uadilifu. Hakukuwa na uhusiano katika kile nilichoona kati ya uadilifu na uhusiano na Bwana, na hivyo ndivyo Daudi anavyoelezea uadilifu hapa. Uadilifu ni kuwa na uhusiano sahihi na Mungu. Daudi anaonyesha hilo, anaandika zaidi hapa katika mstari wa moja. Nimemwamini Bwana bila kuyumba. Sasa Daudi hakika aliyumba katika maisha yake. Hadai ukamilifu. Anadai maendeleo. Unaona kwa wakati huu anafurahia tu kuwa na ushuhuda wa kumwamini Bwana. Soma Zaburi zote za Daudi na utagundua kulikuwa na nyakati ambapo hakuwa akimwamini Bwana. Hapa, katika Zaburi hii anafanya hivyo. Swali ni, ushuhuda wako ni upi? Leo. Sio jana, leo, hilo ndilo swali. Chukua ushuhuda wa Daudi, fanya iwe ushuhuda wako leo, kumwabudu Mungu na kupumzika katika nguvu za Mungu na kupata utakaso wa moyo wako na mikono yako kupitia msamaha ya Mungu. Fanya hivyo leo. William Booth ambaye alianzisha jeshi la wokovu mwaka 1870 alikuwa akisema hivi, huwezi kumfanya mtu awe safi kwa kuosha shati lake. Hilo ni zuri sivyo? Kwa maneno mengine, utakaso wa kweli si suala la kufua nguo, ni suala la moyo, na ni Yesu pekee anayeweza kusafisha moyo wako kutoka dhambini. Kwa hivyo, napendekeza kwamba sote tuchukue ushuhuda wa Daudi kama wetu, tuweke ombi la utakaso leo, na kisha tutangaze pamoja na Daudi, nitatembea kwa uadilifu na katika uhusiano sahihi na Mungu leo.